Prince Mpumelelo Dube amecheza katika michezo ishirini na sita, dakika ambazo ametumia ni dakika elfu moja mia saba ishirini na tisa. Ana asisti nane mpaka hivi sasa wakati ana mabao kumi na tatu. Ukitazama hapo ame, ame, ame, kwa ujumla amechangia idadi ya mabao ishirini na moja mpaka hivi sasa katika kikosi cha Young Africans. Lakini nyota mwingine ambaye yupo katika kikosi cha Young Africans katika eneo la ushambuliaji ni Clement Mzize. Yeye amecheza mechi ishirini na sita dakika elfu moja mia tano themanini amefunga mabao kumi na tatu ametoa pasi za mabao matatu jumla ni amehusika katika mabao kumi na sita. Wakati nyota mshambuliaji mwingine wa kikosi cha Young Africans ambaye na yeye anacheza katika idara ya ushambuliaji ni Kennedy Musonda. Yeye takwimu zake zipoje ndani Young Africans, amecheza katika michezo kumi na sita dakika ni mia tatu arobaini na nane amefunga mabao matatu, amehusika katika bao moja, hutoa pasi kwa jumla, amehusika kwa jumla mabao manne. Ukizitazama uh, takwimu hizi hapa za nyota hawa watatu wa, tatu wa Young Africans, Prince Dube amehusika katika mabao ishirini na moja, uh, Mzize amehusika katika mabao kumi na sita kennedi Musonda amehusika katika mabao manne e, kumi na sita hapa jumlisha manne unapata ishirini ishirini jumlisha ishirini na moja arobaini na moja Wachezaji watatu wamehusika katika mabao arobaini na moja peke yao. Rashid Hamis ya yeah, ni namba nzuri, namba ambayo uh, mnaipigia mna mahesabu uh, kabla ya kuanza usajili kwamba mnahitaji washambuliaji ambao wanaweza kukupa 10 gold plus uh, kwa maana ya kuweza kutengeneza mazingira bora ya safu ya ushambuliaji, as usual, imebaki hivyo uh, safu ya ushambuliaji inakupa alama tatu, lakini safu bora ya ulinzi ndio inayokupa mataji, mataji. Yes. Sio. Mm -hmm. lakini hayo mataji ili upate pia manake unahitaji safu ya ushambuliaji ifanye kilichokuwa bora kwa nyakati hizo. Prince Dube uh, amepitia ups and down nyingi akiwa kwenye ardhi ya Tanzania. Uh, inawezekana huu ukawa ni mmoja kati ya msimu wake bora bora, ukiacha msimu wake bora, ule wa Azam FC. Yeah. Uh, huu unaweza kuwa ni mmoja kati ya msimu ambao anaonekana kuwa na furaha na namba zimerudi. Uh, wakati ligi inaanza hakuonekana kuwa hatari sana. Mm -hmm. Uh, lakini taratibu unaweza kusifia benchi la ufundi namna ambavyo limekuwa likim-encourage na kumrudisha kwenye form kuna <coughs> kipindi Prince Dube Young Africans inapata matokeo uh, lakini kwenye topic yanakuwa Prince Dube. Mm. Kwamba tunahitaji kum-encourage aweze kurejea Prince Dube yule ambaye tulikuwa tunamfahamu. Mm. Na akawa topic sana, lakini baadaye uh, nafikiri alifanikiwa kwenye hilo kwa kiwango kikubwa. Leo hii unamuona ndo mshambuliaji kinara ambaye anaongoza kwa takwimu, mchango wa, wa magoli ishirini na moja ni kitu kikubwa sana. Uh, sisi tunamzungumza uh, Clement Mzize ni kwa sababu ni uh, mzawa mm -hmm. na ni lazima tumpe hiyo pride na heshima kubwa mm -hmm. kwa sababu na umri wake, mm -hmm. unaelewa, ni lazima tumpe hiyo platform, lakini ukirejea kwenye hizo takwimu maanake tulipaswa kumzungumza Prince Dube kwenye kiwango kikubwa zaidi kwa sababu idadi ya goli ishirini na moja na bado kuna mechi mbili zimesalia. Huwezi uh -huh, uh, jua ni anaweza kufanya baadaye, lakini ni namba ambayo uh, mwalimu yoyote anahitaji mshambuliaji wake awe nayo kwenye mwisho wa msimu. Maanake hii inakupa wasawa kwamba tuna mtu ambaye hatutahitaji nguvu ziada uh -huh, ya kumwongezea, ila tutafanya tathmini ya eneo ambalo yeye anacheza yeah. Kumboreshea zaidi nafasi nyingi za eco score mm. So ni credit kwa Clement Mzize mm -hmm. Ni credit kwa Prince Dube. Bahati mbaya sana kwa Kennedy Musonda ambaye mm. amekuwa apate nafasi, lakini uh, huu ni msimu wake wa pili nafikiri kama sio watatu, watatu, akiwa anaendelea kuishi Yanga Africans uh, bahati mbaya sana imekuwa hivyo. Walimu wengi wanaokuja uh, wanamwona ni mshambuliaji mzuri lakini bado hawampi nafasi ya moja kwa moja.